Je, ulishawahi kumwona mwanamke mweusi katika ndoto zako na ni ipi maana yake? Nikamwota katika ndoto yangu yule mwanamke niliyomchumbia kuwa ni mweusi kasiratun, alafu ni mfupi sana, yaani pimbi kabisa barakatu. Eh, alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri ddin wa dunya wala aqibatu lilmutaqin usalli wa usallimu ala ashrafi almursalina nabiyina Muhammadin waala alihi wa sahbihi wasallam. Ndugu Muislamu, hii ni baadhi ya tafsiri ya ndoto. Je, ulishawahi kumuona mwanamke mweusi katika ndoto zako na ni ipe maana yake? jaa rajulun ila Muhammad ibn Sirin faqala lahu, alikuja bwana mmoja wa Muhammad ibn Sirin Waqala lahu, kisha akamwambia. U Muhammad ibn Sirin ni katika wanazuoni wa tafsiri za ndoto, hawa ni katika wale ambao Mungu aliwapa elimu ya kufasiri ndoto. Faqala lahu, u bwana akamwambia Muhammad ibn Sirin, ya ababakrin, ewe Abubakri, inni khatabtu imra'atan, hakika mimi nimemchumbia mwanamke binti waraaituha fil manami sawdau kasiratun, nikamwona katika usingizini mwangu au nikamwota katika ndoto yangu yule mwanamke niliyomchumbia kuwa ni mweusi. Kasiratun, alafu ni mfupi sana, yaani pimbi kabisa ule bwana. Fataajaba, akastaajabu sana ule bwana aliyota katika ndoto yake ile, huu mwanamke na, na mfahamu ni Mwarabu, vipi nimuone kwenye ndoto zangu kwamba ni mweusi kisha mfupi? Wabtasama bin Sirin, Muhammad bin Sirin akatabasamu kwa sababu huu ni bwana amepewa elimu maalumu ya kufasiri ndoto na anajua maana yake. Waqala lahu, kisha akamwambia maana ya ndoto yako hiyo, asaudau fi nnisai, maana ya weusi kwa mwanamke kwenye ndoto. Mwanamke anapokujia kwenye ndoto zako ni mweusi, maana yake malun make, ni mali nyingi sana. wal qasra qurbun, ama ufupi ulipomwona kimo chake ni kifupi, basi hiyo ina maana kuwa utaishi naye muda mfupi. Utaishi naye muda mfupi, yaani muda mchache sana wasatanalu minha malan kariban, lakini utapata mali nyingi sana kwa kumwoa mwanamke karibu tu, yani karibu tu utamuoa huyo mwanamke utapata mali kwa kumwoa mwanamke insha allahu Allah akipenda. Fatazawaju, ule bwana akawa aka amemwoa ule, ule binti wamatat fa wamatat yule mwanamke au yule binti wa maarusi akawa amefariki baada ya muda mchache ya kuolewa. Fawaratha minha malan kathiran, yule bwana akawa amerithi kwa yule mwanamke mali nyingi sana. Yaani yule mwanamke alikuwa ni mwenye mali, alipofariki, yule bwana akawa amerithi mali kwa yule mwanamke, na tafsiri ya ndoto ikawa imetimia. Imana, mtu anaweza kaona kitu katika ndoto yake kikawa tofauti na gisi mtu alivyo. Usikurupuki kuchukua maamuzi, watafute wale ambao ni wafasiri wa ndoto wakufasirie ndoto yako hiyo, ili uweshi. Na Mtume sallallahu alaihi wasalam akasema kwamba unabii umekwisha au wahi umekatika, kinachobakia tu katika wahi ni mambo za ndoto. Ndoto njema ambayo mtu atakaiona katika usingizini mwake, basi haraka sana akimbie kwa mtu ambaye anayijua. Tume hicho hakuna tume baada yangu mimi isipokuwa nini, basharati, mambo ya kubashiria bashiria, mfano ndoto. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa...